Baadhi ya vijana wanaume wanakumbwa na hali inayoitwa kuziba kwa shingo ya kibofu cha mkojo, primary bladder neck obstruction. Hali hii inawafanya wapate shida kukojoa na mkojo kutoka kwa kasi ndogo. Wanaume wengi wenye hali hii hupata nafuu kwa kutumia dawa zinazoitwa alpha blockers, lakini kwa wale ambao hawapati nafuu kuna utaratibu mpya ambao unaweza kuwasaidia kutatua tatizo lao bila kusababisha matatizo mapya kwenye mfumo wao wa utoaji wa shahawa. Sasa, kama unavyoona, upasuaji kwa wanaume kama hawa unaitwa kuchanwa kwa shingo ya kibofu cha mkojo, na kuna utaratibu mpya unaoitwa kuchanwa kwa shingo ya kibofu bila kuathiri utoaji wa shahawa ambao unaweza kufanywa ili kulinda mfumo wa utoaji wa shahawa huku ukiondoa kuziba. Utaratibu huu hutoa matokeo ya kudumu, ni rahisi kufanya, unachukua takriban dakika 15 chini ya usingizi mfupi wa jumla, na mgonjwa anaweza kuruhusiwa kwenda nyumbani jioni hiyo hiyo au asubuhi inayofuata. Inaweza kubadilisha kabisa maisha ya baadhi ya vijana hawa au hata wavulana wa umri wa balehe ambao huenda wamekuwa wakisumbuliwa na shida ya kukojoa kwa miezi au miaka mingi kabla ya kupata matibabu yao ya mwisho.